Mlango wa tisa. Nalimwona Bwana akisimama karibu na, na aki madhabahu, akasema vipige vichwa vya nguzo hata vizingiti vitikisike, vivunje vipande vipande juu ya kichwa cha kila mmoja wao, nami nitamua mtu wa mwisho wao kwa upanga. Hapana hata mmoja wao atakikimbia wala hataokoka. Hata, hata mmoja wao wajapochimba waingie katika kuzimu, mkono wangu utawatoa huko, nao wajapopanda hata mbinguni nitawatelemsha toka huko, nao wajapojificha katika kilele cha Karmeli, nitawatafuta na kuwatoa toka huko, nao wajapositirika katika vilindi vya bahari nisiwaone, nitamwagiza joka huko, naye atawauma Nao wajapokwenda hali ya kufungwa mbele ya adui zao, nitauagiza upanga huko, nao utawaua. Nami nitawaelekezea macho yangu, niwatende mabaya, wala simema kwa maana Bwana Mungu wa majeshi ndiye aigusaye nchi nayo ikayeyuka, na wote wakao ndani yake wataomboleza; nayo itainuka yote pia kama mto, nayo itakupwa tena kama mto wa Misri. Yeye ndiye avijengaye vyumba vyake mbinguni na kuweka misingi ya kuba yake juu ya nchi; yeye ndiye aitaye maji ya bahari na kuyamwaga juu ya uso wa nchi, Bwana ndilo jina lake. Je, ninyi si kama wana wa Kushi kwangu mimi Enyi wana wa Israeli, asema Bwana, je, mimi sikuwapandisha Israeli toka nchi ya Misri na Wafilisti toka Kaftori na Washami toka Kiri? Angalieni, macho ya Bwana Mungu yanauangalia ufalme wenye dhambi, nami nitauangamiza utoke juu ya uso wa dunia. Lakini sitaiangamiza kabisa nyumba ya Yakobo, asema Bwana. Kwa maana, angalieni, nitatoa amri, nami nitaipepeta nyumba ya Israeli kama mataifa yote, kama vile ngano ipepetwavyo katika ungo, kama vile ngano ipepetwavyo katika ungo, lakini hata chembe moja iliyo ndogo haitaanguka chini. Wenye dhambi wote katika watu wangu watakufa kwa upanga, hao wasemao, mabaya hayatotupata nyuma wala mbele. Siku hiyo nitayainua tena maskani ya Daudi iliyoanguka, na kuziba mahali palipobomoka, nami nitayainua magofu yake na kuyajenga kama siku za kale wapate kuyamiliki mabaki ya Edomu na mataifa yote yaitwayo kwa jina langu, asema Bwana afanyaye hayo. Angalieni, siku zinakuja, asema Bwana, ambazo huyo alimaye atamfikilia avunaye na ye akanyagae zabibu atamfikilia apandaye mbegu, nayo milima itadondoza divai tamu na vilima vyote vitayeyuka. Nami nitawarejeza tena watu wangu Israeli waliohamishwa nao wataijenga miji iliyoachwa maganjo na kukaa ndani yake, nao watapanda mizabibu katika mashamba na kunywa divai yake, nao watafanyiza bustani na kula matunda yake. Nami nitawapanda katika nchi yao, wala hawatang'olewa tena watoke katika nchi yao niliyowapa, asema Bwana Mungu wako.